Karibu ndani ya shirika la DreamStart Labs. Ndani ya hii video ndaosaidia kuwaelewesha ni maandalizi gani inahitajika kwa kufanya gao. Fikiria kundi inapenda kugawa mapema, tofauti na gisi walikuwa na panga. Kwa hiyo wanamemba wanakusanyika, na kinyume ya kufanya mkutano, wanafinya kuona calculator la gao kupeji ya mkutano ni kusema tunaenda kwenye mkutano, tunaenda kwenye kuona calculator ya lagao. Tunafinya hapo hapo, una rekodi mingi za kundi na vile vile za wanamemba. Lakini tungali kwenye kundi, unachunguza hizi rekodi zote, unaenda kwenye memba, unachunguza hizi rekodi zote, kisha kumwisho unaona wanaandika wanaandika, endelea kugawa, unafinya hapo basi. Utatambua kama ndani ya ikundi wanamimba wengi wangali na mikopo ambazo bado hawajalipa, na vile vile wangali na maamande ambazo bado hawajalipa. Ili wafanye gao, inalomba wafanye mkutano mpya ili walipe hizi mikopo zote na hizi maamande zote. Na kama hivyo, unaweza ona kwenye ujumbe inaandikwa. Vile vile kama wanamemba wengi wana pesa ambazo bado hazijalipo, inawabidi kufanya mkutano mpya ili wa, wa, walipe hizi pesa za maamande na mikopo mpya. Asante kwa kutazama.